Kipindi ambacho mtume sallallahu alayhi wasallama alikufa, qadhia hizi nne ambazo kwamba ilikuwa ndio zimesimama mbele ya Waislamu na itakuwa tamu. Kwanza tujue sababu na sababu nayo, vile vile, Ibnu Hajar Al-Asqalani katika fathul Bar ameibainisha sababu gani iliyowapekea Waislamu kuanzisha tarehe yao

Kama hakuna tarikh utatatizika tu. Sasa mi mathalan nikualike bana, nakualika harusi Jumamosi. Basi meeneza kadi zangu na alika harusi Jumamosi. Kuna wengine pengine watafikiria ni kesho, atajiandaa vizuri Jumamosi kesho, aje akinisimamia, tu samahani bwana, ndugu yangu, nisame Jumamosi ile iliyopita umechelewa. Mwingine pengine barua akipata aone a. Jumamosi hiyo inaofuatia, akae wiki nzima, asubiri Jumamosi. Akija nimwambie samahani sana, sio jumamosi hii uliokuja, ima ni iliyopita au ni itakayokuja baadaye. Hii haya yote yaweza kupatikana ikiwa umealikwa kwa sura hii, na kualika jumamosi shughuli yangu au jumapili au au biduni bayani tarikhi. Kama hakuna bayani ya tarikh, basi laweza kuwa eh, hali kama hii.

tangu Umar kushika khilafa kwa miaka minne, tangu mtumi kugura kwa miaka kumi na saba, na naashakufa hapo mtumi sallallahu alayhi wasallam, Saidna Umar akawakusanya masahaba, ikawa waulizana, je, jamani tufanye vipi? Ndarura sasa tuwe na taarikhi. Masahaba wengine wakatoa maoni wakisema, arikh ar bil mab'ath, tuanze taarikhi kwa kile kipindi mtume alichotumilizwa. Wengine wakati wa maoni arikh bilmaulid, tuanze tarehe kwa kipindi mtume alichozaliwa. Wengine wakati wa maoni arikh bilhijra, tuanze tarehe kwa kipindi mtume alichogura. Wengine wakati wa maoni arikh bilwafa, tuanze tarikh kwa kipindi ambacho kwamba mtume alikufa, kwa kwa qadaya arba

wengine kwa wafaa, wengine kwa maulid mwaka aliozawa. Senna Ali akamwambia arikhu bilhijrati li anna alhijrata faraqat baina alhaqqi walbatili, arikhu bilhijra, anzeni tarikh ya kiislamu kwa hijra, ule kipindi mtume alichogura maneno

Liannahu munsarafu nnasi min alhaji, sababu mfungone huwa ndio watu zamani, si sasa. Sasa mfungone huyamalizika watu washarudi makwao, washakuwa kuku tena. Lakini zamani ilikuwa mfungone, masafari ni farasi na migamia, pengine wamemaliza hija, wamepumzika kidogo, mfungone tena ukianda ndio watu handa masafari ya kurudi makwao. Mambo ya kizamani na mambo henda yakabadilika na nishaishiria hapa kwamba zamani katika baadhi ya misikiti yetu humo, kama si yote, ilikuwa hutuba za kupokea mahujaji zikitolewa mfungo sita. Wengine wakikosoa mfungo sita na hutuba za mahujaji, mtamwona khatiba na kitabu cha Ibn Battah mimbarini, jasho la mtoka, karibuni mahujaji mfungo sita. Watu walikuwa ile siri hawajaelewa, lakini siri ilokuwako ilikuwa kwa wakati ule na safari za wakati ule, ilikuwa mfungo sita ndio mahujaji waanza kuingia makwao. Si sasa jamani, sasa waweza kuondoka mwezi saba hapa, ukaingia Suudia kama utaruhusiwa mwezi nane e, ukaokomaka mwezi nane umtaribu, ndio za kumina wewe, ukimaliza na hija aghlabu siku tano ushamaliza, warudi zako kwao, ndio pengine wiki moja ushamaliza. Zamani ilikuwa si wiki moja, hata mwezi mmoja ilikuwa arudi

masahaba walikuwa wajua mtume aligura mfungo sita, lakini tarikhi walikubaliana iande kwa mfungone isiande kwa mfungo sita, na mfungo sita ndio mwezi aliofanya hijra ya mtume. Kwa hiyo tarikhi wakakubaliana fi khilafati sadna Umar ibn al-Khattab ianze kwa mwezi wa Muharram na maoni ya kuanza tarikhi

Al-Imamu As-Suhaili ni katika maimamu wakubwa na ndiyo mwenye kile kitabu maarufu sana chaitwa Ar-Rawdul Unuf. Ar-Rawdul Unuf ni sherehe ya kitabu cha sira kikubwa ambacho chajulikanwa kwa jina la As-Siratu An-Nabawiyyah li Ibn Hisham, As-Siratu An-Nabawiyyah li Ibn Hisham.

ilikuwa ni kwa sababu ya ufahamu mzuri wa masahaba kuifahamu lugha, ufahamu mzuri wa masahaba kuifahamu Qur'ani. Amesema nini al-Imam Suhaili katika suala hili? Kuna aya twasoma katika surat Tauba, aya ambazo Mwenyezi Mungu alimkataza mtumi kusimama katika msikiti fulani kuswali

lakini Alimamu suhaili asema, mtume alipokatazwa kusimama katika masjidul Dirar, akaambiwa kuna msikiti mwingine bora kuliko huo, la masjidun, msikiti ussisa uliowekewa asas foundation yake ila ala taqwa. Ile asas ilipokuwa ikiwekwa iliwekwa kwa lengo zuri, iliwekwa kwa nia nzuri, la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawm Alimamu Swahili asema, hebu fikiria min awwal yawm, siku ya mwanzo. Ni siku ya mwanzo vipi? Hii yajulikana si siku ya mwanzo katika dunia? Sasa min awwal yawm kivipi? Alimamu Swahili katika Ar-Rawdul Unuf asema, lazima hapa kuna takdir, kuna kitu kimeondoshwa nani, lazima tukikadirie kitu chenyewe, asema min awali yaumin azza fihi lislam, siku ya kwanza ambayo kwamba Uislamu ulipata izi, nao ni mtume kuingia Madina, ni hijra hiyo. Mtume alipotoka Maka alipoingia Madina ndio min awali yaum ai min awali yaumin azza fihi lislamu, siku ya kwanza ambayo Uislamu ndio ulipata izi, Uislamu ulipata utukufu, nayo ilikuwa ni siku ya hijra. Kwa hiyo ndiyo masahaba alimamu swahili anavyosema kwa ufahamu wao mzuri, kuifahamu Qur'ani hii jumla min awali yawm, siku ya mwando. Wakafahamu ni siku ya mwando Uislamu uliotukuka na ilikuwa ni siku ya hijra. Kwa hiyo wakaonelea tarikh ya Kiislamu ianze. Kwa nini ianze kwa hijra? na tushaona

Kisha wakakubaliana tena baada ya kujadiliana hijra, mwaka wetu uande kwa Muharram. Walipochagua hijra, ilikuwa moja kwa moja ni uande kwa mfungo sita tu, kwa sababu mtume aligura mfungo sita na lajulikanwa tu, lakini sasa, kama aligura mfungo sita na kuzawa pia alikuwa ni mfungo sita na kuufa pia alikuwa ni mfungo sita, sasa hii ingelikuwa imechanganya yote, wakasema: la, tuande kwa Muharram na sababu kama namna tulioishiria, lianahu munsarafu nas min alhajj, ndio kipindi watu washamaliza hija zao, watu washamaliza ibada zao kwa wakati ule. Sasa waondoka basi, uwe ndio mwezi wa kwanza mwezi wa mfungone, sisi kuanza tarehe zetu. Haya ni machache ya mwaka mpya. Lenye kusikitisha ni kwamba mwaka mpya wa Kiislamu ambao sasa tuko mwezi wa kwanza kama inavyokuwa tuko Januari na kula mmoja ikiingia Januari ajua kwamba tuko mwezi wa kwanza. La kusikitisha ni kwamba waweza Muharram ukaingia, Muislamu kama mimi na wewe tukawa hatujui tuko mwezi wa ngapi, twaishi tu, lakini mwaka wa Kiislamu hatuujui, waanza kwa mwezi gani na wakoma kwa mwezi gani. Kumewekwa na mambo ambayo ni mazuri kusherehekewa na likalia na twari na kama twari lafaa kulia mahala kwingine mahala popote, basi mahala pa kwanza nililie katika hijra, katika mwaka mpya, kwa sababu Mtume si ndio yule aliyoingia Madina, aliyopokewa kwa twari, tala albadru alaina, na huko akipigiwa twari. Kwa hiyo kama kuna mahala kwa faa kulia twari, basi katika mwaka mpya, kwa sababu ikiwa ni hijra, mtume hijra yake alipokuwa kwa twari Madina, sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wasalam. Kwa hiyo ukaingia mwaka mpya tukatanabahishwa, pia kwa sherehe zinazofanywa tuyue sisi wenyewe kwanza kwa sababu masala ya zile sherehe sio kwamba wajue wasiokuwa Waislamu, kwamba makampio wa mpio. Ah, kwanza wajue katika sisi Waislamu wengine sababu hawajui, wajue katika sisi Waislamu kuna wengine hawajui kama mwaka wa Kiislamu huanza lini, mwaka wa Kiislamu hukoma lini. Kwa hiyo kwanza tujue sisi baadhi katika Waislamu, kisha na wengine nao ambao la na kusikitisha ni kwamba wakifanya sherehe zao, si kwamba hufanya wao tu na tukatoka na sisi kwenda kushiriki katika sherehe za mwaka mpya wao, lakini sisi sisi tukawa hatujui kamwe kama kuna mwaka mpya wa Kiislamu, na wale wenye kuamua kutujulisha kwa, kwa kufanya vitu tukawa hatutoweza kushiriki na sisi tukaonyesha furaha zetu kwamba mwaka mpya wetu wa Kiislamu umefanya nini, umeingia. Hii ni katika moja katika asbabu dhaifu ambazo Waislamu sisi wa leo tunazo. Allahumma arina lhaqa haqqan warzuqna ittiba'ahu